Kwa majina, Bi Khadija Hashim Rungwe, mimi ni mgombea ubunge Kibaha Mjini kupitia tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma. Mimi ni kiongozi nayojiweza, nina nguvu, niko imara, na mtakaponipa kura nitakuwa mtu wa kuwatetea siku zote mtaponichagua. yeah. yeah. mimi mtakuwa mmepata kiongozi mwema, msikivu gozi ambayo yuko tayari kujitoa kwa ajili yenu. Tukienda kwenye afya, kina mama kila siku wanahangaika, wakienda mahospitalini, wanapokuwa wanaenda kujifungua wanapata tabu sana, hawahudumiwi vizuri, wanabebeshwa vitu vingi kutoka nyumbani. Mpaka lini jamani? Nichague mimi, niende kuwa mtetezi wenu. Mzingira ya shule siyo rafiki Twende tukabadilisha hilo na hilo, tutaweza kulibadilisha kama mtanichagua mimi kuwa kiongozi wenu, mbunge wa Kibaha Mjini, watoto waweze kwenda shuleni kwa kujiamini na kufurahia, walimu wao wa kutosha, madarasa yafurahishe. Tukienda kwenye vijana, ajira ni changamoto, vijana wanapata tabu, hawana sehemu ya kujipatia kipato. Nichagueni mimi, tukatengeneze mikakati Vijana nitawaweka karibu, mimi mwenyewe ni kijana wa mama, sitowasahau. Njoeni mnichague mimi, Hadija Hashim Rungwe. Kwa nini mtuunge mkono ndugu zangu, namwiache Chama cha Mapinduzi miaka sitini na nne? Ndugu zangu, vijana wana beti mpaka mikeka inakauka, yani vijana wa vyuo vikuu na kazi yao ni moja tu, kubeti Ndugu zangu, tupeni chauma leo. Kibaha Mungu ameijalia viwanda vingi sana. Je, vijana wa Kibaha wanapata ajira? Vijana wangapi wanapata ajira hapa Kibaha? Ndugu zangu, tumejaliwa viwanda. Viwanda vinufaishe wa vijana wapate ajira, kina mama ntilie nao wauza chakula, kila mtu anufaike na kiwanda, sio sasa hivi watu wachache wananufaika. Tunaye binti wenu hapa binti Khadija Rungwe ni mzaliwa wa Kibaha. Anasema yuko tayari kupambana kuwasaidia watu wa Kibaha. Ikaipumzishe sisi mpeni, niambieni, waulizeni, muulizeni mbunge wao miaka mitano amefanya nini Kibaha? Mmewahi kumsikia anazungumza habari ya kibaha bungeni? Semeni ukweli, mmewahi kumsikia akizungumza juu ya kibaha bungeni? Hakuna popote, ndugu zangu, acheni kuteua na kuchagua watu ambao wako kimaslahi na kufanya biashara bungeni. Wapeni watu ambao watawakumbuka, wapeni watoto wenu wakapigane, kwa ajili ya vijana wenu wapate ajira. Acheni mazoea, ndugu zangu, miaka 64 imetosha. Kwa hiyo msipate shida ndugu zangu, pigeni kura za nyingi nyingi za ndio kwetu sisi Chaumma. Na niwaombe vyama vingine, kuna kafu, kuna Chadema, kuna ACT, kuna NCCR. Ndugu zangu tuunganisheni nguvu, adui yetu ni Chama cha Mapinduzi. Sisi upinzani tujaye kuongoza taifa hili, neema na kila kitu wananufaika wao, sisi safari hii ni kuwapumzisha. Tunataka Watanzania sasa iwe ni wakati wa Tanzania kunufaika na taifa hili sawa sawa. Ndugu zangu, leo tunakosa milo mitatu. Tuna bandari, tuna madini ya kila namna yanayotengeneza ndege, madini ya nikeli yanatengeneza meli, goldi, shaba, Tanzanite, hifadhi za wanyama, Serengeti, Ngorongoro, kila mahali, mlima Kilimanjaro, mlima Manyara, huko, kila kitu tunacho, maziwa ya kutosha, kila kitu tunacho.